Ya, ya, ya, ya, ya jiwe maana walikuwa wamekaa kwa jiwe hapo nje ya nyumba wanakula mboga, hata hiyo mboga hakula ya kutosha, hata wakawa wanacheka hapo nje kwamba kwani tumekuja na tumekuja na pingu, mtu hawezi kula, hakula. Wakamchukua wakamweka pingu, nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake kijana wangu wamemtusi vibaya sana katika eh, Twitter, walitamka X. Sasa nikauliza ni boss gani? akasema wakasema huyo ali bwana Sogei, akaniambia y kwamba mzee, usiongee maneno mengi wewe, tufate police station Mawego. Nikashika njia, maana wamemweka katikati, mmoja mbele, mmoja nyuma, yeye amekaa katikati mimi nikachukua pikipiki pamoja na kaka yangu yule ambao tulikuwa tunakula pamoja, hata sikuosha mkono, tukashika njia, hata kuko kula sikumaliza kula. Tukafuata huko Mawego. Tulipofika huko, tukampata madam Moses pamoja na wao, akiwa anaojiwa hapo na wao, wakasema kwamba huyu kijana wamekuwa wamemtafuta, kuna mwingine wamemshika kutoka Kisii na wanaharibu jina ya bosi wao kwamba ni mfisadi. Sasa tunaenda naye Nairobi, na jambo ambalo wangeshauri wange ni kwamba mimi nifate kijana wangu. Sasa nikaanza kushauriana na nikapeleka ujumbe kwa babu yao yuko na nyanya yao, tukaanza kushauriana kama boma, kwa sababu ameenda tukafikiana kwamba mimi nipande gari usiku. Sasa wakati wako katikati kati ya barabara wanakuja, nikamuuliza je, uko sawa? Kaniambia wanakuja, wana, wana wako barabarani. Kamwambia wewe, jitie moyo, mimi tayari ninapanda gari. Nilipata gari ya saa tatu hapo. Saa tatu niliongea naye nikamwambia, mimi napanda gari naja. Akaniambia hebu waambia ofisa wa polisi kama unaweza ku, ku, kuwasiliana na wao ya kwamba wasiniweke mahali ambapo nitakosa nita hewa ya kupumua, maana unajua shida yangu mimi, niko na shida ya asma. Nikamwambia nitajaribu. Nikajaribu kumpigia simu yule aliyenipatia simu haku nijibu, sasa namba ya yule mwingine anaitwa Sigei siku sikupata. Ikabidi niwasiliane na mwenzangu ambaye n, n, n, n, e, bibi yake ambaye alichukua namba ya Sigei, nikamwambia hebu nipe namba ya Sigei niongee naye ili niweze kuwasiliana.